Bwana ilikuwa ni siku ya kutamatisha uh, ligi kuu ya NBC msimu elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano Mchezo wa watani ajadi umeenda kuamua nani bingwa wa NBC, Young Africans dhidi ya mnyama Simba. Mchezo umetamatika kwa Young Africans kuibuka ushindi na kuchukua kombe mbele ya mnyama Simba. Sostene Ndunguru langu jina, nyuma ya kamera yuko Juma Koma, na hii ni Rick Media. Tuko nje ya dimba la Benjamin Mkapa tupate kuzungumza na mashabiki wao wanazungumza nini baada ya mchezo huo, tazama mchezo umetamatika na mashabiki kama hivi wanatoka nje wa nje ya dimba la Benjamin Mkapa tayari eh, kwenda ku eh, endelea na majukumu mengine. Naam kama ambavyo wanashuhudia na upande huu ni geti ambalo wanatokea mashabiki wa Simba Sport Club na wakati huu eh, wanaondoka kwenda majumbani. Mzee wangu kwema? Uh, salama. Um, vizuri? Nashukuru. Uh, pole kwa matokeo. Asante uh, sana. No, kama umepokeaje matokeo? Ah uh, ndio matokeo uh, ya kawaida tu. Tokeo kawaida. Kawaida tu. Uh, haina uh, kuumiza? Ah uh, haina uh, noma. Haina yeah, noma. Tunaenda kujipanga. Tunaenda shi... kujipanga. Eh, ndio shi... msimu kidogo niko hamko vizuri. Ah, kiukweli tunajipanga. Vizu, tunajipanga. Sio e kama tuko vizuri, tunajipanga. Imekuwa ngumu sana kucheza na Young Africans. Shida ni nini kwa upande ni wa Simba? Ah, kiukweli sio kwamba ni shida. Usifahamu eh. Mambo tu yanaingiliana yanaingiliana ingiliana. Mambo ya vyama vyama, hivi mtu analeta siasa katika mambo ya mipira mipira. Lakini inshallah baadaye tutajua mbeleni cha kufanya. Lakini mpira umechezwa humu, hakuna mambo ya kuingiliana. Mlikuwa kumi na moja, walikuwa kumi na moja. Kiufupi kaka, mm. Yanga hatuwezi no, bila penalty. Kiufupi nimekwambiaje, bila penalty kutufunga sisi goli nne tano sita nane hatuwezi, hawawezi. Waamuzi safi hawana neno, lakini nakwambia Yanga hawatuwezi tunaenda kujipanga tena inshallah, Mungu akipenda, tuombe uhai na uzima inshallah. Unaikionaje kiwango cha timu yako? mimi wala tiofu kion... Mareke, tunaenda kujipanga. unapoteza ubingwa mara nne, haina shida, nimekubali, haina shida hiyo. umewashika babaya, nimekwambiaje? hiyo haina shida, tunaenda kujipanga inshallah, Mungu akipenda, na nane tena. Bwana, hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa wa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo wa kutamatika. mnyama Simba analalia dada. uko vizuri? Siko vizuri huyo. Siwazi haya mambo ya kawaida. Sawa, sisi tulitaka na tulipanga imekuwa sawa. Kwanza tulikuwa natengeneza timu ndio msimu. Wewe nani anayeweza kutengeneza timu kwa mwaka mmoja na timu ikawa safi sasa? Hossa, tu, oh, mbuk mbuk unaona kwenye press tulienda yeah. Tumefanya vibuli vya kila aina tuliamua na tumepanga na imekuwa kufunga ni kiburi. Kiburi ndio. Ah, ah, kwani hujaona? Utajua ujui. Habari ndio hiyo. Hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baada ya mchezo kutamatika, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba mchezo ambao umetamatika kwa uh, mnyama uh, Simba kupoteza mbele ya kikosi kikose cha Young Africans kama ambavyo unatazama mashabiki wakiwa wanaondoka hapa uwanjani baada ya kumaliza mchezo huo. Sasa eh, wanakwenda majumbani kuendelea na mambo mengine. Shuhudia namna ambavyo mashabiki hawa wanaondoka muda huu kwenda majumbani, na wanakuambia wao wamekubali, wanakwenda kujipanga. Mashabiki wakiwa wanaondoka hapa uwanjani. Bwana uko vizuri ile eh kama kawaida, vipi? Safi bwana bwana, unasisitiza sana ah, tunaongelea kimchezo ambao tunaenda kuangalia leo ndio, eh sio kwamba tunaongelea kinani. Mpira ulikuwa mzuri tumefurahi lakini, sasa kidogo sisi timu yetu ina makosa makosa mengi ambayo yanajirudia rudia, yani kwa mfano, michezo tokea tumecheza fainali, nadhani mchezo wa nne tunacheza watatu kama wa, wa nne leo, tunacheza mchezo ule ule ambao unajirudia, yani timu nakosa fitness. Sawa, yani sijajua shida ni nini, kama labda wamerizika tayari walivyofika fainali au imekuaje? Kama mchezo wa leo hapa sisi ndo tulio kipindi cha pili tuliumiliki, tulijua sisi ndo tunaenda kupata matokeo, lakini ghafla tu wakaanza wenye, yani kama ili kosa la pili ile hapa linajirudia, kwa kamera kurudia ile kosa la pili. Lakini bwana mpira, tumecheza vizuri, tunashukuru, tumemaliza vizuri, tunaenda kujipanga, kwa sababu tulisema tunatengeneza kikosi. Na mashabiki wote, mi nawaomba wote, oh, wasio na presha, ilikuwa tunatengeneza nini kikosi, hey, kwa hiyo hapa amaki yote naongelea kwa sababu ya dabi tu lakini sisi tunatengeneza kikosi.